Karibu kwenye somo la Kiswahili. Leo tunaingia kwenye ulimwengu wa ushairi, mahali ambapo maneno yanacheza, hisia zinatiririka, na akili inang'aa. Hapa tutaelewa mashairi kwa urahisi, mifano harisi na maswali ya mtihani. Hivyo kaa tayari, safari ya ushairi inaanza sasa. Leo nataka tuchambue tuelewe na tufaulu pamoja, maana ushairi si maneno tu, ni sauti ya roho na akili ya Kiswahili. Nataka tuyazingatie maswali ambayo ya sanasana yanapatikana ya katika karatasi ya tatu. Unapopata naa unapo maswali mawili ya ushairi, uchague moja. Hapa nataka tufanye marudio pamoja kwa urahisi, na nimejaribu kuyaangalia yale maswali yote ambayo nimeyapata katika mitihani ya mwigo wa mwaka elfu mbili ishirini na tano katika shule tofauti tofauti. Kwanza tuanze na kujiuliza ni mambo yapi ambayo mwanafunzi anafaa anafaa kuzingatia anapochagua shairi? Kwanza mwanafunzi anafaa kuzingatia muundo au umbo la shairi, uhuru wa mshairi, maudhui, dhamira Mbinu za, na mbinu za lugha. Tuanze kwa muundo au umbo la ushairi. Unapoambiwa eleza muundo wa shairi lifuatalo, unafaa kuzingatia nini? Kwanza unafaa kuzingatia idadi ya mishororo katika kila ubeti. Kila ubeti una mishororo mingapi? Pili, hesabu idadi ya mizani na uonyeshe hapo. Tuseme so, kuwa kila mshororo una idadi ya mizani nane nane. Idadi ya vipande uko na vipande viwili vitatu, vinne. Kituo, kiishio au kibwagizo. Shairi lenyewe lina kibwagizo au lina kiishio au kituo? Tena zingatia vina. Vina tunasema kuna vina vya kati na vina vya mwisho. Pili tujiulize kuhusu swali la uhuru wa mshairi. Uhuru wa mshairi unamaanisha nini? namaanisha kuwa mshairi afungwi na kanuni za kisarufi za lugha katika utunzi wa ushairi, anaweza kufanya makosa ya kisarufi kimakusudi ili shairi lizingatie umbo fulani. Tuanze moja, anafaa kuzingatia nini? Hauna kanuni zozote so, kwanza, inkisari. Hapa mshairi hupunguza idadi ya silabi katika neno ili kuleta urari wa mizani katika mshororo Mfano wangu ni tajikuta ambao una idadi nne za silabi badala ya utajikuta ambao una idadi tano. Mazda ni mbinu ya kuongeza silabi ya mwisho ili kusawazisha udari wa vina katika kipande bila kuathiri mizani, yaani kurefusha maneno. Mfano, badala ya kusema wapo, anasema wawapo; badala ya kusema alije anaandika na lije. Tatu, kuna tabdila, ni binu ya kubadili sauti za maneno ili kusawazisha ulali wa vina bila kuadhiri mizani. Mfano, badala ya kusema mamia anasema mamia. Angamio, badala ya kusema angamio anasema angamio. Tulingowe badala ya tuling'oe. Kuna ile hali ya kuboroga sarufi au kufinyanga sarufi hii ni mbinu ya kupangua mpangilio wa maneno ili kuleta urari wa vina. na hao wako marafiki badala ya kusema na hao marafiki wako. Badala kusema, ya kusema yanayowakuta wanyonge anasema wanyonge yawakutayo. Kuna maudhui, unapozingatia maudhui, ni jumla ya ujumbe na mawazo mbalimbali yanayojitokeza katika shairi fulani, shairi fulani Ukiulizwa kuhusu dhamira hapa mm, unafaa kulenga lengo au nia ya mtunzi wa shairi anayetu aliyetunga shairi lenyewe alikuwa na lengo gani au nia gani? Kuna mtindo wa lugha hapa, tunarejelea namna mbalimbali ambazo mshairi anatumia, yani binu za lugha. Mifano nitapenda tu tatu, ilhali binu za lugha ni mingi mno. Kuna tashbihi, jazada, tashhisi, uhaishaji na kadhalika. Pia kuna lugha ya nathari au lugha tutubi. Unapoambia kuwa uandike ubeti fulani ukitumia lugha nathari au tutubi, unafaa kuandika vipi hapo? Kama mwanafunzi, unafaa kujua kuwa unafaa kutumia lugha ya kawaida au mfululizo bila kupoteza maana ya malenga, yaani ya mwandishi wa ushairi. Mwanafunzi pia, unafaa ujue, unapoandika unafaa kutumia lugha rahisi inayoeleweka pia yatumie vis, tumia visawe vya maneno yaliyotumiwa na mshairi. Andika kwa sentensi wala si beti. Yaani, kama ubeti una mishororo minne, andika sentensi nne. Unapoandika usitumie koma au kipumuo, kwa sababu unaelezea kimalizia sentensi. Tumia kitune. Kuna swali lingine linajitokeza katika hayo maswali: wahusika katika shairi. Wahusika katika shairi huwa wawili. Kuna nafsi neni na nafsi nenewa. Nafsi neni ni sauti inayomsemeza msomaji kutoka kwenye shairi, yaweza kuwa ni malenga au mhusika mwingine ambaye aliandika shairi. Nafsi nenewa ni mhusika anayelengwa na ujumbe katika shairi. Kuna swali la toni la shairi, nambua, eleza toni inayojitokeza katika shairi fulani. Toni ni nini? ni hisia ya nafsineni katika shairi. Shairi laweza kuwa na tuni zaidi ya moja. Tuni ni zifuatazo: kuna tuni la furaha, tuni la husuni au masikitiko, tuni la hasira, tuni la huluma, tuni ya kukashifu, tuni ya majivuno au majigambo na kuna tuni ya kubebeleza. Kuna urudiaji. Swali la urudiaji mahali unaambao ueleze aina za urudiaji zinazojitokeza katika ubiti fulani au shairi lenyewe. Urudiaji ni nini? Hii ni hali ya kurudiarudia maneno, vishazi, mistari au tungo katika shairi. Urudiaji husababisha mvuto wa kisanaa. Aina za urudiaji: kuna urudiaji wa sauti, urudiaji wa silabi, urudiaji wa neno urudiaji wa mstari au sentensi na urudiaji wa kirai. Tuende moja kwa moja, tuelewe urudiaji huu. Wa kwanza ni urudiaji wa sauti. Huelezwa kwa kurejelea mshororo fulani katika ubeti, sana sana hujitokeza katika sauti za irabu. Sauti hizo lazima ziwe zimejirudia zaidi ya mara mbili katika mshororo huo, kwa mpangilio maalum. Mfano ni kama huu Angari bado atweta arisha hana tuhuma. Tunasema kuwa huwa sana sana huwa ni irabu au irabu vokali, na zinajirudia mara mbili katika mshororo. Ukiangalia irabu a imejirudia mara tatu, sopo tunasema kuwa kuna urudiaji wa sauti. Urudiaji wa silabi huelezwa kwa kurejelea mshororo fulani katika ubeti, kwa kurejelea ubeti mzima silabi hizo sharti ziwe zimejirudia zaidi ya mara mbili katika mshororo au beti huo kwa mpangilio maalum. Mfano <laughs> umkutapo alipo popo amechangamka. Silabi po po po imerudiwa mara tatu. Kwa hivyo hapo tunasema kuna urudiaji wa silabi tatu. Kuna urudiaji wa neno. Huu huelezwa kwa kurejelea ubeti fulani. Kwa kurejelea shairi nzima, hapa unapata urudiaji wa neno fulani mwanzoni mwa kila mshororo katika kila ubeti. Natumai hii utaelewa kuwa balo, kuna lile shairi ambalo kuna neno fulani ambalo linaanza katika kila mshororo. Hii ndio tunasema kuna urudiaji wa neno. Urudiaji wa kirai. Kirai, natumai kuwa unakumbuka kirai ni nini? Kwa Kiswahili tunasema kuwa kirai ni neno au kifungu cha maneno kilicho na maana isiyo kamilifu, kwa hivyo hakiwezi kuwa sentensi, sentensi au hakiwezi kujisimamia kimaana. So hurudiaji huu hudhihirika hasa katika kipande au vipande vya beti. Mfano nimekupa hapa, wangu moyo usisifu, umerudiwa katika beti nzima. Mwisho kuna urudiaji wa mstari au sentensi. Urudiaji huu mara nyingi hujitokeza katika kibwagizo, Yani, mshororo wa mwisho unaorudiwa rudiwa katika kila ubeti. Kufikia sasa, natumai kuwa unapoletewa swali lolote utaweza kulijibu. Natumaini, natumaini sasa umeelewa zaidi kuhusu shairi. Kumbuka kila shairi na ujibu wake. Sikiliza, tazama, tafakari. Asanti kwa kutazama, usisahau kufanya mazoezi zaidi, kusubscribe na kushiriki video hii rafiki zako wa shule. Sana sana mnapojitayarisha kufanya karatasi yenu wiki ijayo.